Unasikiliza Nyangweso Radio na Timothy Nyangweso. Ndani ya Nyangweso Radio unapata kuelimika, kufahamishwa na pia kuburudishwa. Kumbuka kulike, subscribe na kushare the video of the audiosaneno yanilishokonwanaaku usiachwe na vipindi bomba vinavyoburudisha elimisha na kuburudisha hapa ndani ya Nyangweso Radio. Karibu tena msikilizaji wetu pale kwenye Nyangweso Radio. Naona timu upande ule mwingine, tulikuwa tunachezewa wimbo Asanti Mungu mm -hmm, ambao umeimbwa na Holy Trinity kwaya Nakuru. Kwa kweli tunafaa kumshukuru Mungu kwa yale ametutendea. Unaweza mm -hmm. sema aje kuhusu vile unavyosikia? Unaweza mwambia Mungu asante. Amin, nakwambia naambia Mungu asante kwa sababu amenipa afya amenifa amenipa nguvu. Unajua, usu, ufai kutafuta wanasemanga, mimi nasema nashukuru Mungu kwa yale yote ambayo amenitendea tangu nizaliwe ahata kabla nizaliwe, hadi sasa hivi ni yani tunasema hiyo pia ni miujiza ambayo Mwenyezi Mungu ametutendea. Bila kupoteza wakati, aa, naona kuna taarifa hapa hivi. Kumbuka msikilizaji kwamba unazidi kutegea Nyangweso Radio, alafu baada ya show hii tutakuwa tunapata taarifa kamili kutoka kwake. anaitwa nani huyu? ni kukupa tu vipaumbele kwamba muda wote kwanza sasa hivi, Commissioner wa kaunti ya Nakuru atakuwa anatupa taarifa kuhusiana na usalama uh, katika kaunti ya Nakuru. Kumbuka kaunti ya Nakuru imeweza kuwa kutumiwa kwamba kuna wale vijana ambao wanafanya uhalifu. Na basi muda wote kwanza sasa hivi, tutakuwa tunapata taarifa. Lakini hata hivyo tuzidi kuendelea kusikiza yani Nyangweso Radio ikiwa leo ni siku ya Jumatano tarehe nne mwezi wa sita mwaka wa elfu mbili ishirini na tano. Tunaongea kuhusu maisha ya pale kampas, chuo kikuu, wanafunzi wako waje pale. Kwa vile wao ni watu wazima, hapo hatuwaiti wanafunzi, lakini ikiangalia, naona ni saa nane hivi, kwa hivyo natumai wametoka. Kwa unakulanga saa ngapi? Nakula na kitu saa saba sa kwa, na sa kwa leo. mm -hmm. Naona ni kama nitarudisha uh, miaka nyuma mm -hmm. Nifanye nilivyokuwa nikifanya wakati nilikuwa pale chuo kikuu eh. Tulikuwa tunainama, lakini si kamshahara kametoka, si end month, majukumu ni mengi Timothy, si kupenda kweli kabisa hata hivyo. Msikilizaji, tupate kibao hiki, kisha baadaye tuweze kuingia ndani ya mjadala yaani wanasema nini? Unasikiliza Nyangweso Redio na Timothy Nyangweso. Ndani ya Nyangweso Redio unapata kuelimika, kufahamishwa na pia kubururishwa. Kumbuka kulike subscribe na kushare the video or the audio. Imani yangu ipo kwenye kipimo mm. Mtetezi wangu Yesu ananipigania, sitabaki kama nilivyo mimi. Usiachwe na vipindi usi bomba vinavyoburudisha, elimisha na kuburudisha hapa ndani ya Nyangweso Redio. Aya, wanasema kwamba tuzidi kuendelea na mjadala. mm -hmm, wanatupata live and clear. Huyu anasema anatoka Nandi, kuna mwingine anasema anatoka Narok, kuna mwingine anasema anatoka Kisumu dala. Nilisikia watu wa Kisumu bwana wajui Kiswahili, ni ukweli ama ni uongo? ah, tunaangalia wenye walisomea group of schools mm -hmm. ah, hawezi shindwa kweli kabisa hey. Haya, lile tu peleke, ulikuwa kuna jambo ambalo ulikuwa unasema kuhusiana na wanafunzi wa chuo kikuu. Wanasema kwamba tabia inabadilika pindi tu mtu amaliza campus, mambo yanazidi kuchemuka, sijui ni kwa nini. Naona pale timu ile ilikuwa tuchezea wimbo unaoitwa mm -hmm. si tabaki kama nilivyo, kweli kabisa. Kwa kweli nikiwa pale campus mm -hmm. wakati mwingine ukiangaliwa, yes. wanafuu, watu walikuwa wanafanya ile judgment mm -hmm. na familia yenu, yes. lakini saa hii ukijiangalia, ukumbuke Mungu alipokutoa. mm -hmm. Kwa kweli amekutoa mbali. Asante sana Timothy, kwa hiyo. mm -hmm. Sasa pale mm -hmm. tunaweza kuzungumza kuhusu maisha pale chuo kikuu ama pale campus life. mm -hmm. Vile wanafunzi wanavyokuwa. Kweli. Nikiangalia Timothy, sijui kama wakati ulikuwa campus. Yes. kulikuwa na hii tabia ya sherehe. Nyinyi mlikuwa mm -hmm. mnapika sherehe? Ah, wakati wangu sherehe ilikuwa inafanyika kando ama nje ya shule, lakini sasa mimi sikuwa napata nafasi kwa sababu fedha Yaani, nilikuwa nimesota, wanasema kusota. Wewe ushaisota kweli Lilia? Ai, wakati mwingine mtu usota. Sasa hiyo masherehe ilikuwa inafika, yani nakuja tu wakati ambapo nimesota sina kakitu bwana, hadi nasema sasa nilikosea wapi? ah, pole kwa hilo, nitaambia nini. Wengine marafiki wangu wawote walikuwa wanaenda hizo masherehe, lakini sasa kwa sababu sikuwa na fedha, nilikuwa nabaki na shule, nakaa na studio technician, napiga siku na siku inaisha Ai, pole mm -hmm. sana. Yep. lakini Timu, niambie. yes, ni nini? Ni nilikosea ni, ni nilikosea wapi? Unifaa kufuata wenzako, uende usikize wimbo wezi kosa, mtu atakununulia kamzinga, ameshiba abakishe hapo. Well, watu wa campus wenye wanakuwa stingi kidogo sasa pale. Lakini, lakini nilifurahi sana bazi, kwa sababu nilitia bidii za mchwa na basi baadaye nikaweza kufika mahali ambapo nimefika siku hizi. Lakini mimi nikiangalia nikiwa chuo kikuu mm -hmm. Sherehe zilikuwa kwa wingi. Yes. Kwanza, wakati wa uongozi wa president tuliyekuwa naye hapo mm -hmm. Sitamtaja. Yes. Tangu kampeni yanze mm -hmm. Ilikuwa sherehe after sherehe mm -hmm. Yani ilikuwa party after party. Je, wewe unaweza ona aje hapo? Inaweza kupeleka party after unaweza nipeleka party after party, msikilizaji, umeweza kusikia Timothy ako na deni yangu ya kunipeleka party after party. Kweli kabisa. Sasa Timothy, mm -hmm. kulikuwa na mambo ya campaign, yes. pale juu ya uchaguzi wa viongozi wa chuo kikuu mm -hmm. je, uliweza kuhusika na yeyote ile ha, pale kampeni? Unajua kwamba tabia pia inaanzanga na kampeni au viongozi ambao tuko nao sasa hivi walianzia pale chuo kikuu, na wakati ambapo umeweza kujiingisha kwa siasa hapo ndipo ambapo wakati unamaliza tabia inabadilika, unasema mimi nataka kwenda so, kwa kwa MP, nataka kwenda kwa MCA, nataka kwenda kwa senata, gavana wale wote. Ukiangalia tabia kama hiyo, ni tabia nzuri, kwa sababu eh, aliweza kujikuza kama kijana mchanga na akaweza kujizatiti vizuri, akasema, nataka kujituma niende niwe kiongozi. Hiyo ni tabia nzuri, lakini kwa wale ambao wanaingia kwa tabia ambayo haifai, wanaanza kujihusisha na vikundi. Wakitoka hapo, wanakuwa ndo kusema, acha, hiyo tabia mimi siwezani nayo. Naambia wanafunzi pana tulikuwa tunasema kwamba tuambia tunataka kusikia maoni mzazi mzazi, kama mzazi anafaa fanya nini ili mwanafunzi ambaye pale chuo kikuu mwanafunzi wake mtoto wake aweze kuwa na tabia ambayo inafaa, kwa sababu majority wanasema kwamba tabia ya wanafunzi wa chuo kikuu inabadilika pindi tu wanapoanza masomo yao, na wakimaliza hawataki kuajiriwa, yani hawataki kazi ambayo inalipa kidogo. Itakuwaje sasa? Na sasa hivi tunajua vizuri hakuna kazi ile kazi ya mjengo. Wengi wanafunzi wa chuo kikuu wanasema, mimi siwezi fanya mjengo, itakuwaje? mimi nikiangalia Timothy, mm -hmm. naweza sema ya kwanza, bora mtu anafanya tuseme ambacho ni kizuri, the right thing yes. at the right time at the right place in the right manner mm -hmm. hiyo ni quote niliyofunzwa na mwalimu wangu Timothy, usione na shine. Okay. Sasa Mm -hmm. Anaweza sema mm -hmm. mzazi yes. na mwalimu mm -hmm. wana jukumu la kuwa na huyo mtoto mm -hmm. kumwelekeza, Sla. kuangalia mienendo, na ukumbuke huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu sasa, si kama yule wa shule ya upili au etiketea, ni sawa, mm -hmm. hatukatai, yes. lakini kuna uongozi mwingine utapinga, Timuthi mm -hmm. hata ukiwa mwenye shule, yes. unaweza kubali mtu achaguliwe kuwa kiongozi mm -hmm. ilhali unajua mm -hmm. yeye anatumia dawa za kulevya mm -hmm. kama watu kama mtu ajafunzwa mahali madili. mm -hmm. unaweza kubali kweli? huwezi kubali, wezi kubali. Mm -hmm. Naam, kwa hivyo mm -hmm. ni vizuri pia walimu pale chuo kikuu mm -hmm. kwa vile hatutaongea kuhusu pale shule ya upili yes. na shule ile ya chekechea ama, mm -hmm. the primary schools yes. kwa vile pale mwalimu mm -hmm. alikuwa anaweza ku guide huyo mtu, lakini kwa sasa mm -hmm. nikiangalia upande ule mwingine naweza kuona kuwa mwalimu pale anaongelesha wanafunzi kabla ya kuchaguana, anawaambia ni vizuri kuchagua huyu kiongozi, huyu si mzuri kwa hii na hii, ilhali pia wanafunzi wanafaa kuangalia wanaowachagua, wakuwe ni wanafunzi ambao watatimiza wanayotaka na kuwapeleka mahali pengine. Nikiangalia pale kwenye Facebook, naona madam Joyce pale ambaye yako in charge of admissions anasema kwa kuwa ni vizuri kuweza kuwaelekeza wanafunzi wakati wa uchaguzi, ama mnaweza kuwa mkisemaje kuhusu hiyo? Usinipeleke kwenye tamaa za dunia tuliyo moyo wa tuliyo Unasikiliza Nyangweso Radio na Timothy Nyangweso. Ndani ya Nyangweso Radio unapata kuelimika kufahamishwa na pia kuburudishwa. Kumbuka kulike, subscribe na kushare the video or the audio. Usiachwe na vipindi bomba vinavyoburudisha elimisha na kuburudisha hapa ndani ya Nyangweso Redio. Unajua, majenzi siku hizi venye wameamua ukikosea, ukikosea tu kidogo anaingia YouTube channel, wanatafuta contact yako na unsubscribe, unabaki uko nonge au na anything. Lakini msikilizaji na natumai ushapata jibu, ushajibiwa, na basi mimi nashukuru sana kwa sababu, mimi nani nikatai? Wow, alichopanga mimi si wa kupangua. Na basi tunazidi kushukuru sana. Ujumbe hapa wa YouTube na wanasema kwamba subscribe, subscribe, subscribe. Nyangweso Radio, na basi tunazidi kushukuru sana. Iwapo utahitaji kwa mgeni wetu, nambari ziko wazi, utakuwa unatuma ujumbe wako. Iwapo utahitaji tuweze kualika, ili uweze kupatana nasi live and clear, basi tuma arafa zako kwa 2356 na basi siku ya kesho tutakuwa tunaweza kuisoma. Sina bodi kusema asante sana kwa kuzidi kutegea uh, Nyangweso radio na nasema bye, bye. Lakini kuna yule anasema anataka kusikiza sauti ya Lilian, sema jambo moja alafu tufunganye virago. Mimi nawaambia asanteni kwa kuwa hapo ni vizuri. mm -hmm. Nyinyi ndio mnaweza kutushikilia kuendelea na kufika mahali tulipo. Asanteni tupatane kesho wakati huu huu, mahali papa hapa takuwa na kuacha na kibao hiki cha Ave Maria Saint Teresa Catholic anaivasha. Yaani wanasema nini? Sikiza tu mdundo. Kabla umalizie timu mm -hmm. ni. Yes. nimesikia ni kama umekuwa na wivu mahali wivu kusema gani? Ni mimi wenu mimi ni wao misi. Mimi sijakataa ungesema, unajua mi niko na wivu, kwa sababu umesema, mimi na tuko sisi tuko wawili. Sitakosa, mhakikisha kwamba yale ambayo umesema utatimiza. Naam. Asante nami sina sinabudi kusema kwamba tumeweza kufurahia sana msikilizaji, kwa kuzidi kutegea hii na tumeweza kuwa nawe, na kama ndo unafungulia pia, kumbuka kipindi hiki kinakujia kila wakati mwendo wa saa saba hadi mwendo wa saa ngapi kuanzia saa saba mpaka saa nane. Kweli kabisa, usipitwe na kipindi hiki kitamu sana. Yaani, tulikuwa tunasema mawimbi ya chuo kikuu. Takuwa na kuacha na kibao hiki, Ave Maria St Teresa Catholic Kwaya. Unasikiliza Nyangweso Radio na Timothy Nyangwe Nyangweso. Ndani ya Nyangweso Radio unapata kuelimika, kuufahamishwa kubururishwa. Kumbuka ku kumbu like, subscribe na kushare the video or the audios.